Asante baba Mungu, asante baba Mungu, kwa sababu nanionao naniona jeoo naniona nikiwa baadia ababa nikiwa naongea na watumishi wako, ni watoto wangu, wajukuu zangu, tukiongea mambo yako. Mungu ni hai mambo ya yako na sifa zako Yesu mwanamungu, ni hai. Tunaongea mahali hapa mm. katika uwezo wako, hatujaongea neno la tofauti mm. na neno lako baba mm. ninamweka mm. mtumishi wako na mke wake, naotama kuja nao baba katika china lako Yesu mwana Mungu. <laughs>

ura pasikandaana kazi ngumu na nzito, mm. Baba msaidie, msaidie mtie ngumu toka juu mbinguni, mm. anaposimama kutoa neno baba, kapata kibali machoni pako. Roho mm. Mtakatifu akaturie ndani yake mm. na kumpa amani na ushindi toka juu mbinguni pamoja mm. na mke wake mm. anapokaa kumuombea mme wake afanye kazi yako mm. Baba Mungu, kamsaidia mama huyu mm. na nyumba yake yote mm. kambariki sasa na mapenzi yako mm. Mungu asikusahau mm.

Asante Baba, asante Baba, ninawaweka mikononi mwako wako hapa pamoja na na watoto wao waliokuja nao Baba, baraka zako zikawafunike ba, ushindi wako ukawafunike, amani yako ikawafunike Baba, kila neno litogero kinywani mwako Mungu likawafunike Baba. O, siachane na baba yao, waende pamoja nao kwa maombi, kwa kuvumiliana, anda, kwa kufanya kazi yote, Mungu kawe pamoja nao sawa sawa na nyumba zao baba. Na kanisa naliweka mikononi mwako, nazidi kulifunga uwezo wako na mamlaka yako, shetani anapoingia baba, kashindo katika jina lako Yesu. Bwana Mungu ni hai

miguu yao ibarikiwe na nyumba zao zibarikiwe na mawazo yao kabarikiwe, na utukufu wako Baba ukakae ndani ya mioyo yao, ndani ya maisha yao, wakutumikia uwe katika roho na kweli. Ninaweka mikononi mwako Baba, kazidi kuwafungulia Ushindi utoka juu mbinguni, mm. Baba watoka hapo hapa mm. waende nawewe kama walivyokuja, kawatangulie sawasawa na mapenzi yako. Tunazifunga hila zote za mwovu shetani, zikabate mm. kushindu katika jina lako Baba, jina lako Mwana, jina lako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo no mwana wa Mungu aliye hai, mm. amina.

Eh, lakini kitendo cha kwamba unaweza weka kupenda Mungu uko pale pale ende inayotoa picha ya kwamba ukuendelea kwa Mungu, kwa sababu mzee Kulola alikuwa alikuwa yuko kwa Mungu. Uliendelea kwa Mungu kwa sababu ulikuwa na uelewa kuhusu Mungu eh, kwa sababu ukweli ulivyo, nadhani sisi wote hapa ni mashahidi, mama wachungaji au mama wa, wa, wake wa wahubiri waume zao wakifa we wanakuwa holela sana yaani, wanakuwa holela sana. Maneno ya kupenda Mungu yanakuwa yamo kwenye vinywa vyao zaidi ya malalamiko tu ya wameniterekeza, wameniacha. Lakini kwa sehemu kubwa wewe, maneno yaliyokujaa ni namna gani unampenda Mungu, namna gani nataka uwe sawa, umalize vizuri maisha ya safari yako duniani, linafundisha sana maisha yako yanafundisha sana kiasi kwamba yanahitaji, uh, kwa yanahitaji yawe wazi sana, ili mm -hmm. Awe mfano kwa wanawake wa aina mbalimbali, kwa sababu nimewambia, miaka mingapi? themanini na saba, kubariki sana sisi. Wala <coughs> tusiongee si, tu, si, tu, mengi sana. Nilitamani kusikia sana kwako, lakini maneno sasa nawe ni mafupi machache. Shukuru Mungu, weka haya mpaka leo, afu ndiyo nikasema maneno mengine nikachana kwenye mstari kio, nafanya kuambukiza hiyo

nakuongezea Mungu siku za mm, kuishi. Mm, nikasema mama, kuna maneno mawili Mungu anasema. Mm, nikapumzike ni nimefanya kazi, na wakati mwingine wanasema kwamba nipumzike kwa sababu wafanyakazi wenzangu hawanipendi. Mm, wananipiga vita mm.

sababu amezi mtumishi wa, wa Mungu nazima watu watakao kuita kwenda kwao mm. Uende mm. Wasipo kuita mm. Usiende ukae mm. Lakini waombee mm. Usiwachukie basi mm. Akaniombe yani kuomba mmm -hmm. Kuingia mkono akaenda okay. Kwa hiyo Kizuri, ilikuwa kubwa sana. Ndiyo. ikili kwamba mimi apo hospitali kwa na hangaika kutibisha, mm. mpaka India mm. najua kwamba atakalena atapona, lakini saa hiyo akaondoka. Sasa akasema kwamba imekuja kuchukuliwa. Ndiyo. sina ubishi, ukasema asante Mungu toawasema kwenye neno hapo kwamba tushukuru kwa kila jambo mm. Nashukuru kwa sababu umechukua mtu wangu wako, ameenda na salama, na mimi nimebaki mm. a na amiaka niambia, nenda ukafanye kazi ukuu nako mtu nenda ukashuhudia, uka nasema neno la Mungu hata mstari mmoja halafu namaliza basi. Mpaka sasa nafanyakaio mm. mm. nikamwambia, na Mungu msaidie nisipate mshtuko wa moyo mm -hmm. Maana ilikuwa ni jambo zito sana kwa wakapa, lakini gualili nizito kamsimamia mm -hmm. Mpaka tukamaliza mazishi na mpaka leo menisimamia, memsimamia mm -hmm. Kwa kweli mimi nime mimi nimekuelewa na asante Mungu aliyeniongoza niweze ni, ni hilo swali. Na pengine hapo hapo nikusumbue maneno mengine ya karibia na mwisho, au ambayo unayakumbuka sana ya mzee kuola kwa kanisa kwa kumola, <coughs> watu wa Mungu kwa namna yoyote, au ya mwishoni pale, zaidi ya hilo moja ambalo alisema mimi nataka naondoka Malaika amekuja kunichukua ni akakuombea akakupungia mkono. Kuna neno gani lingine ambalo huwa linakukumbusha, linakufikirisha au linakuhamasisha uwe oh, hivi ulivyo asima tu nisiache kufanya kazi kama tulivyokuwa tukifanya kazi naye. Ndio, na upendo ni ule ule na njia ni ile ile, nifuate hmm. nisiache Hmm. Anaisema kwamba mimi na mama naenda, hmm. nyumba yako mbinguni ipo, lakini hmm. we, yeah. siku yako haijafika na mlango haujafunguliwa, kazana kuendelea kumpenda Mungu na kushuhudia huku na huku kama tulivyokuwa tunafanya, siku yako itafika. Amen.

si mama umenikuta, nilikuwa nataka kulala bwana yeah, nimechoka. mimi nakwenda kulala, nikasema, silali mpaka nimuone. okay. yeah. uh -huh. bwana mana <coughs> nikilala n vigumu kuniamsha Amen. lakini nashukuru sana baba, ufanye kazi ya Mungu bila kumtegemea mwanadamu mm. tegemee Mungu mm. knaifanya kazi, sio mwanadamu Mm -hmm. Choka hapa duniani, choka hapa duniani, lakini utakapa kwa Mungu, mm -hmm. utalipwa, mm -hmm. utapangusha machozi mm -hmm. udaanza makusi eh, ube nige sana samala mm -hmm.